mtandaoni unavyozungumzwa. Yeah, kama hivyo bonus, lakini mimi nilifanya kile kwa mahaba ya timu yangu mapenzi ya timu yangu. Yeah, kama mimi ni mwanachama wa Simba Sports Club. Nilifanya vile kwa sababu ya furaha ni kitu ambacho nakipenda, kwa hiyo sikutegemea kwamba itafikia mahali hapo ilipofikia, ila kuhusu bonus, nini hicho kitu mimi kwangu sikifahamu, ila ni mambo tu ya mtandaoni. Kwa hiyo hizo milioni kumi na nne, sijui milioni kumi zinazozungumzwa hazipo. Ah, hizo hazipo, eh? hazipo nasikia na unaitwa tajiri mtaani <laughs> <laughs> yeah, ni kweli, kwa sababu ni mambo mengi yanaongeleka mtandaoni, napewa milioni kumi na nne na Mo, ni mambo mengi sana, lakini lakini tiketi yeah, ya msimu, yaani popote napoenda ni mwaka eh, mzima yeah, yeah. Kwa hiyo mimi, ingekuwepo labda ingejulikana, lakini mimi kwangu hakipo. Yeah, ilivyotokea juzi akaa amini, media zinavozidi kuposti ndo akaa naziona. Yeah. Kasema hivi yeye anajua yanayoongeleka. Yeah, ni kweli Hapana, hmm, sio kweli lakini ni wanaposti ile mambo ya anayosema kwamba milioni yeah, kumi na nne inapewa na Mo. Hapana, we aka na wasiwasi sana dhidi yangu, maana nitakuwa hatarini maisha yeah, ani yeah. Kwa hatarini, te, te, naona kama umeweka njia panda A, kwa sababu yeye anavyosema kila anapopita anasema mtoto wako si Mo amempa hela milioni yeah, kumi na nne zee. Sasa lazima awe na, na, nina wasiwasi kuhusu mimi mm. yeah. Sasa mbona kwenye hii jezebu geuka jezi, hebu wewe kwanza, wewe umesema kwamba cha kwa, ma, uh, unapenda cha Simba, kwa mza, lakini unapenda cha Simba lakini umeandika kapombe, kuandika siri ya kuandika hii ni nini? Ah, uh, siri ya kuandika hili jina la kapombe, kwa sababu kapombe ndiye aliyokaibeba juzu zamani wa kuingia sisi nusu nusu fainali. Ah, nimeanza kushangilia mpira niko mwaka 2013, elfu mbili kumi na tatu, ya kumi na tatu, hapo uko kama darasa la ngapi? kumi na tatu niko kama darasa la 4, darasa la 4, yes, darasa la 4 ilikuwa aje kwanza? Yaani darasa la 4 pale mtoto wa kike alafu ndani ya kundi la Msimbazi, Simba ilikuwa aje, kuaje kwanza? Ah, nilianza kushangilia mpira kwa sababu baba babangu alikuwa anapenda sana kusikiliza taarifa za habari ya michezo. yeah, yeah, nilikuwa nasikiliza michezo sana. Kwa hiyo kila nilipokuwa narudi shuleni nyumbani, kifika nyumbani nakuta babangu anasikiliza, na kitu ambacho kilinishawishi sana kusikiliza kupenda mpira kuna wimbo mmoja wa Simba kuna trend sana mm, kwa kina kutaja wa kina nnayeni ya ya kipindi hicho kina msaga sumu, nyimbo zake zina trendi sana ya ndio nilianza kupenda mpira <laughs> baba ni upande wa pili ama mwekundu? Ah, babangu ni Simba yeah, ni Simba kwanzia kwenye shina ya kwenye shina ya ila kwenye watoto wake tumegawanyika, wa kiume ni wapo Yanga, mimi mtoto wa kike niko peke yangu Yeah. Hobi kia. Mama kuwa mnyama kufuata kwa baba. Yeah, nimesha kuwa mnyama. Mama. Mama eh, hana timu. Yupo <laughs> <laughs> kote kote anasapoti watoto. Yanga, Simba yupo. Ah. Iyo. Yeah. Kwa nini ndio sasa mshawishi mama aje? Sijua Simba kuna raha. Eh, nishamshawishi sana. Hadi jezi nishampelekea. Eh, yeah. Nikimpelekea mijezi naye mtoto wake mwingine anakuja anampelekea jezi. Weye Kwaya, anakuwa kwetu shamshoni Yanga katikati. Wekundu, kijani. Kwao anavaa kote kote kwa sababu yeah, ya kusapoti watoto wake wewe. yes. ni mtoto wa kike na mara nyingi wazazi kwa watoto wa kike wanapokuwa wanajiingiza katika masuala ya michezo wengi wao wanafua kama hawapendezi eh, na hivyo vitu, baba labda hakuwekei vikwazo eh, au anakusapoti kwa namna moja ama nyingine? Eh, babangu ananisapoti sana tena sana. Alikuwa ananisapoti alikuwa ju kwamba mbeleni kutatokea hasali kama hilo tokea juzi yeah. yeah alikuwa anategemei kama nitapenda mpira kupoteza kiasi, yes. Yani nilipenda nimependa mpira mpaka kuliko yeye alivyopenda, yeah. Nimempita kwa yes. hiyo yeah. Yeah. <laughs> ile iliyotokea juzi yeye ni kama namna gani, vipi hivi, unaona, umesema athari hizi yeah, ilivyotokea juzi, akaa amini, akasema media zinavyozidi kuposti ndo akaa anaziona. Sema hivi yeye yanayoongeleka ni kweli Hapana, mm, sio kweli lakini ni wanaposti ile mambo ya anayosema kwamba milioni kumi na nne inapewa na Mo. Hapana, aka na wasiwasi sana dhidi yangu, maana itakuwa hatarini maishani, kwa sababu yeye anavyosema kila anapopita anasema mtoto wako si Mo amempa hela milioni kumi na nne zee. Sasa lazima na nina wasiwasi kuhusu mimi, naogopa Yeah. Yeah. Kitu kisa ambacho kinanitisha sana ni mitandao ya kijamii ambayo imeandika kwamba mimi napewa hela na Mo milioni kumi na nne ndio kimenifanya mimi niwe naogopa mtaani, kwa sababu mpaka sasa hivi wananiita mimi ni boss au mtoto wa Mo. Unaogopa kukabu hali ya kuwa huna kochi nene, naogopa sana, na kama iwe kweli, naomba iwe kweli, na kama uongo, naombeni tu Yes, waniache eh, kidogo kwa sababu nipo ninaf... kwenye fly, yani wasiniweke sasa kwenye uzito ambao siwezi kubeba kwa sababu sasa hivi mimi nawaza naenda kucheza na watu wa South Africa. Kwa hiyo akili, ah, yote mimi nimeiwekeza kwenye South Africa, sasa wanavyoniletea hizi taarifa wanazidi mimi kunichosha. Yeah. Ah, Yes, sana sana sana, yaani ipo kwenye akili iko sehemu nyingine tofauti. Kao oh, unaendana na ile akili ya Fadlu kwamba tusisherehekee sana yeah, tusisherehekee sana yeah, tusisherehekee sana kwa sababu safari yetu ni bado yeah. Kwanza timu yetu si bado yeah, bado inajipanga bado tunajitafuta, tunajitafuta mnampazu, mnakibu, mnakwala bado. Kuna sehemu bado yeah. Timu yetu bado sana, acha bana yeah. Bado timu yetu inajitafuta Hey. Inajitafuta mkono so fainali ah, sisi bado yaani sisi, sisi ni bado yaani hapo tulipo yaani eh. Tuseme tu jinsi ya hmm. Yeah, tunavyojipambania ndio maana tumefika hapo, lakini sisi tunavyoona sisi timu yetu sisi ni bado. Kwa siku itakapokuwa tayari, mtakuwa na kikosi cha aina gani tayari ah, sana sana yani hiyo kikosi kitachapo kuwepo hicho kipindi ndio, itakuwa tayari sana nah. Hakuna mtu atakayetoka mbele yetu ah. hmm. Wewe Sophia. Hey. Hey. <laughs> Kwa hiyo machozi ya furaha tutaendelea kushuhudia? ah, sana, sana. Yaani, hapo nyinyi subilieni tu hii furaha, mm -hmm, tuwezi kuonyesha hadi mwisho, kama alivyosema kocha wetu tusubilie kucheza ya mbeleni tunaenda kukabiliana nayo, maana ni, ni mechi ambayo ni ngumu sana kwetu. yeah yes, Sophia, mara baada ya kujua namna gani ambavyo ulianza kuishabikia Simba nataka kufahamu kutoka kwako namna gani unaweza kumzungumzia msemaji Ahmed Ali? Nadhani eh, wakati Shomari